Nashukuru baba na mama wa kutupa fursa hii kama watoto kwa ajili ya kuonesha vipaji vyetu. Nashukuru viongozi na, na kanisa kwa ujumla, Bwana asifiwe. <tipa> somo letu la leo niwikea mbele za Mungu mw. moja anisomee kitabu cha waraka wa kwanza sura ya tano mstari wa sita Amen, nitasoma waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa sita imesema inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Amen, tumeona kwenye kitabu cha waraka wa kwanza sura ya tano mstari wa sita kuna maneno mawili. Neno la kwanza ni kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu, niweza sali maana Kunyenyekea mbele za Mungu. Maana ya kunyenyekea mbele za Mungu ni kujishusha mbele za Mungu. Tumeona kuna neno la pili, tunasema ni kukwezwa. Maana ya kukwe maana ya kukwezwa ni kuinuliwa. Ukimtumikia Mungu usipotereka, ukamtumikia Mungu, Mungu atakuinua. Kwa hiyo nata shukuru watumishwa nata natashauri watumishi wa Mungu, tunatakiwa tu tujishushe mbele za Mungu na toa sikivu mbele za Mungu, tutende mambo mema katika Mungu na tusiteteleke tu- tunyenyekee mbele za Mungu.